Leo tutaongelea wale watu wenye maduka ya nguo ambao wanahitaji au wanahangaika kupata wateja, maduka ya nguo, maduka ya viatu. Nitawaelekeza stori moja, jinsi nilivyokuwa nafanya kazi na mteja wangu mmoja. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi mitatu. Yeye alikuwa na maduka mengi ya nguo hapa mjini, alikuwa na changamoto ya wateja. Nitaelekeza namna ambavyo nilimshauri na njia alizochukua mpaka sasa hivi anapata mauzo makubwa sana. Kwa hiyo nitakwambia hiyo siri ambayo inafanya kazi na nimeiprove kwa watu wenye maduka ya nguo na maduka ya viatu sana sana, vifaa vya urembo iwe ee, chochote kile ambacho unakiuza katika frame yako katika duka yako. Kwa hiyo huyo jamani, jamaa alikuwa na changamoto sana ya kupata wateja ko oh, alikuwa na duka zuri ili na dioli na nini na kila kitu, lakini alikuwa apa, laki, anategemea tu wapita njia. Angalia hapa, ile duka lake anategemea wanaopita njia. Sasa wale wapita njia walikuwa sio wengi kuweza kumpa mauzo ya kila siku au kuweza kumrudishia faida yake. Sasa nikasema nimsaidie. Aa, katika kumsaidia kwangu nikaja kugundua kwamba ukitegemea wapita njia, hata kama ni sehemu yenye watu wengi, bado hauwezi ukauza sana kama yule mtu ambaye ana tageti nchi nzima au dunia nzima. Tuchukulia Tanzania nzima au ana tageti mikoa yote. Kwa hiyo tulitumia mbinu nyingi ambayo, ambayo, tumewe, ambayo tuliweza ku, ku, kutumia kwamba nilimwambia kwamba sio kila mtu lazima aje dukani. Kuna mtu anaweza akawa yuko mtaani kwako au jirani yako, lakini anaona vivyo kuja dukani au hana muda wa kuja dukani. Huyo mtu unamsaidiaje? Mtu ambaye yuko mkoa mwingine au yuko wilaya nyingine, unamsaidiaje kuweza kupata mzigo? kwa hiyo tulikuwa tunapiga stori hivyo, baadaye ndo akaja, nikaanza kumwelezea kwamba wateja wengi wapo online, wapo kwenye internet. Wateja wengi wanatumia simu, wateja wengi hawatembei barabarani, wengine wanapita na magari na bodaboda -boda, hawana habari kama hilo duka liko hapo. Kwa hiyo inabidi wachukue online. Sasa kupitia hizo stori zetu uh, tukaangalia mbinu nyingi ambazo tungeweza kuvutia wateja wa online wakaja kugombania mizigo ya dukani hapo. Ndio nitakuja kuelezea na kila mtu ambaye ana duka lake au anategemea kuwa na duka lake ni anaweza kutumia hizo mbinu ili kuweza kuona matokeo ah. Kwa kama una duka nitakuonyesha njia tisa tu ambazo ziliweza kuleta matokeo makubwa. Zipo nyingi, lakini hizi tisa ndo ambazo tumezifanyia practice na zinazidi kuleta matokeo kila siku. Njia ya kwanza, uh, nilimwambia atumie TikTok Instagram YouTube live na Facebook live. Kwa hapa kilichokifanya nikamwambia, nunua router. Alinunua router ambayo ni ya internet unlimited akaweka dukani, akatafuta ndada wa dukani, akampatia simu nzuri ambayo inakaa na chaji. Ikawa huyo mtu wa dukani akifika dukani, anaingia zake live TikTok, anaanza kuonesha nguo, anaanza kuzivaa hizo nguo, anaanza kupiga picha, kusimama mbele ya kamera mda wote anapiga stori na wateja wake, anawaongelesha wanafanyafanya challenge. A, lengo kubwa, lengo letu kubwa ilikuwa ni kufanya watu wamwone kila siku, yaani watu wamzoee, watu walijua hilo duka. Kwa hiyo alivyoajiri mtu wa kumsaidia, tuitafuta kanada ambako kanaweza kujirekodi kukaa live muda wote na kapatua access ya internet ko oh. Ukiangalia kama hapa ilikuwa ni shelf yake, anapanga labda viatu hapa. Akishapanga viatu anakuwa labda, tunaviwekea namba, tutakuwa sasa tunavizungumzia hivi viatu labda. Kuna namna nyingi ambavyo huwa tunapiga stori kuhusu hizi nguo, hivi viatu, kuonyesha watu ambao wamevivaa. Lengo ni kufanya mtu atakaposhika simu yake Akiingia tu TikTok akutane na live yako. Sasa bahati nzuri, TikTok ana tabia moja ya ku, kama uko sehemu fulani, mfano uko Mwanza, watakuonyesha zile live zilizoko Mwanza. Kama una namba yangu, kiingia TikTok watakuonyesha live yangu au post zangu. Kwao tukatumia hiyo mbinu namba moja. Mbinu namba mbili ambayo tulitumia ilikuwa ni kuposti kila siku kwenye social media hapa tulischedule ratiba moja hapo, ilikuwa ni Jumanne, unaweza ukatoa elimu ya mambo ya mavazi, mambo ya urembo, ni kutoa tu elimu kwamba ukitaka hivi, ukitaka hivi, ukitaka kuagiza mzigo, ukitaka hivi, ukitaka kupendeza, mambo ya fashion, toa toa tu elimu kwenye hizo social media akaunti zake, ambazo nilikuwa tayari nimezifanyia optimization imezifanyia auditing kwa hiyo tukawa na hiyo schedule kwamba Jumatano lazima tuweke vitu vingine, labda behind the scene, Alhamisi tuweke flow back, Ijumaa juma Jumamosi tunaposti shuhuda za wateja, wateja waliokuja dukani. Mteja akija tamrekodi, yes, tunao whatsapp na naposti shuhuda zao, tunawatumia mizigo tuna mteja akipokea mzigo, yaani tunafanya kazi hiyo kila siku, tunahakikisha tumeposti kitu ambacho kinahusu kazi hiyo, biashara yetu. Mteja hata akija tunamfanya aache shuhuda yoyote, hata kama tusipomwonyesha sura yake, lakini anaacha shuhuda yoyote. Kwa hiyo hii ilisaidia sana, kila siku lazima kuposti. Hapo tayari tunaingia live hapo hapo tunatengeneza content za kupost. Hatukufocus kabisa na ndio tutaki kufocus kabisa na mambo ya kwamba nifungue duka nisubiri wapita njia. Hiyo duka inakuwa ni kama sehemu ya watu kuja kukusanyia au kuja kuchukua mizigo au sehemu ambapo, yaani kama ofisi yako, kwamba mtu akihitaji mzigo unaingia ofisini unamfungia mzigo unamtumia kwao. Ikafika hatua hata duka lenyewe inakuwa lina maana Huyu ni dada anakuwa akivaa nguo, anajirekodi live. Anafanya challenge yes. Ndo njia ambazo tulikuwa tunatumia, njia mojawapo ndoh. Baada ya hapo, kitu kingine ambacho tulikuwa nakifanya ni kukusanya namba za wateja kila mmoja. Namba za wateja ni kitu ambacho uh, ni muhimu sana, kwa sababu mtu anapokuja dukani lazima kuna kitu amekiona. Mtu anapoona nguo yako umeposti, lazima kuna kitu amekitamani, lakini anaweza asiwe na pesa mda huo. Kwa hiyo, unachokifanya au tulichokifanya sisi ni kuchukua namba zao, kuhakikisha kila anayekuja dukani ana save hiyo namba yake. Anayetutafuta tuna save namba yake na ana save namba yetu. Kwa hiyo kila siku tunakuwa tunaposti. Tunaposti tunaposti posti, kwenye social media nyingine, video. Akiingia anapanga, anafanya usafi, kila kitu, anafunga mizigo, akileta mzigo, mzigo mpya anaposti koo. Lengo letu ilikuwa ni wateja watuzoee kila siku, watuzoee watuone kila siku na watuamini koo. Ndo njia ambazo nilikuwa natumia. Aa, kitu kingine ambacho tulikitumia ilikuwa ni yes, katika kuposti status usahau, unatakiwa uwe active sana WhatsApp. Na niongezee pointi moja hapo, ni kwamba unakuwa au unatakiwa uwe una hakikisha kila baada ya nusu saa unaposti, baada ya nusu saa unaposti status. Hawa ni Victoria Agency wanasaidia kurusha matangazo ya kulipia, kuja kuongelea huko baadaye jinsi ya kulipia matangazo lakini, pia tulikuwa mfano akiingiza mzigo mpya, walipia matangazo ili watu wale waje kununua nguo mpya. Tunatoa kama ofa kwamba mzigo mpya umeingia kutoka Dubai, hivi na hivi na hivi na hivi, watu wanakuja chap. Tunaweka tangaza hata elfu ishirini watu wanakuja spidi kununua, pia na mzigo ukikaribia kuisha, labda kwamba wiki ijayo nataka niagize mzigo, tunaweka kama ofa ya kusafisha duka. Tunatangaza ile bei ya kuuza kawaida, labda kama nguo tuknauza elfu thelathini tutauza elfu ishirini na tano. Kwa hiyo kupitia hapo tunarusha tangazo kwamba tunasafisha duka, watu wananua wananua wananua, tunaposti, tunaingia laivu kwamba tunasafisha duka, hiyo inafanya watu wakimbilie mzigo dukani waumalize, halafu ndo tuendelee au kuagiza mzigo mwingine. Kitu kingine ambacho tukuwa nakifanya ili kuweza kupata wateja wengi ambao ni wa online ilikuwa ni kuwakumbuka wateja wetu. Uh, tukuwa natuma sana message, tuma meseji, tunatuma DM natuma voice note ni kuambia tu kwamba kuna bidhaa mpya, mzigo ukifika tunatuma broadcast. Kwa hiyo uh, inawezekana wengine walikuwa wamejipanga kwamba nitanua labda mwisho wa mwezi au mzigo mwingine ukifika. Kwa hiyo tulivyokuwa tunafanya hivyo, unafanya watu wakumbuke, yaani wasiku saa kama walikuwa na plani wakumbuke. Kwa hiyo hiyo ilisaidia sana, lakini pia ukituma hivyo ni rahisi sana kujua kwamba wateja wako ni wapi, wateja wako wateja ambao hawafai ni wapi, kwa sababu uh, mtu kama amesevu namba yako na hatai kunua kwako, bora kublok kuliko kukaa na namba ambayo haina faida. Pia kuna zile ofa za pakeji, tunapewa huduma katika mfano wa pakeji, labda kwamba watoa pakeji ya kiatu, labda suruali labda na top za kike, tunaunganisha bei kwa pamoja, tunauza au tunatoa ofa kwamba kama kuna mke na mme, tunatengeneza package ya mke na mme ambayo labda swali ya kiume, swali ya kike, sheti ya kiume, sheti ya kike, tunaziunganisha kwa bei moja tunauza. Hiyo ni njia nyingine kwao baada ya kuwatumia DM. Kitu kingine tulichokuwa nakifanya tunatafuta wale vijana wasio na kazi. Mara nyingi mzigo ukibaki unakuwa ushachaguliwa sana, lakini kuna watu mtaani huko ambao hawana nini, ambao wako majumbani na kuna vijana ambao wana kazi, wanaweza kutembeza huo mzigo ambao labda ushaonekana sana mitandaoni mm, kwamba tushaopost sana na TikTok mizigo imezoeleka. Tunachokifanya baada ya kusafisha duka ofa ya kusafisha duka, mizigo inayobaki tunawapa vijana, wanaanza kutembeza. Kwa vijana, wapo wengi sana. Ni unampa tu bei na vijana. Wengi sana. Alafu, kitu kingine tulichokuwa tunakifanya, tunafanya unafanya partnership na watu wa mikoa mingine. Sasa wenye maduka, mtu anaweza kawa mkoani ana duka lakini hana nguo za kutosha, labda ana nguo chache au ana bidhaa zake chache. Labda mtu yuko mkoa mwingine, labda yuko kaama au yuko Shinyanga, lakini duka lake halina nguo nyingi. Tunaweza kufanya partnership kwamba nguo za dukani kwangu unaweza zipromote au au zitangaze kwa watu wako, au jifanye kwamba una order. Akishalipia huyo mtu, sisi tunamtumia moja kwa moja na ile inatumwa kwetu, kwa hiyo ikatusaidia kwamba tunakuwa tunapati na maduka ya watu ambao wao wenyewe bila kujua wanakuwa wanatuzia mizigo yetu. Katika kufanya partnership, ni unafanya watu wanauza wao wenyewe, kwamba wanatafuta wateja, labda unatumia picha ya mzigo ambao uko dukani, wanatafuta wateja, wakipata wateja ku wala sisi hatuani kabisa na mteja, atusaini na mteja atupatia namba, tunamtumia mteja mzigo wake bas. Kwa kupitia hao mawakala, mzigo unakuwa unatembea sana. Kitu kingine tulichokuwa tunakifanya huwa tunaweka mfumo wa kulipa kidogo kidogo, yes. kuna watu wanatoaga huduma wanaitwa Swahili Pay, wengine wanaitwa Swahilis, kitu kama hicho. Hawa watu ukitumia wana application yao ambayo mtu anaweza akawa analipa kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka akikamilisha payment. Labda nguo ni elfu hamsini atalipa labda elfu kumi elfu tano elfu moja elfu mbili akishalipa, akikamilisha kama tulivyokubaliana, ndo hiyo pesa inakuja kwangu na mimi namtumia mzigo, kwa sababu watu wengi wanapenda kulipa kidogo, kidogo. Mfano mzuri ni wale wanaokopesha wanaokopesha simu wanaokopesha simu, siku hizi wanauza sana, kwa sababu mtu akilipa kidogo kidogo anahisi kama, kama haja hajanyonywa. Watu yani ngumu sana mtu kutafuta pesa nyingi kwa pamoja akaitoa kwa wakati mmoja, lakini kutoa kidogo kidogo inakuwa ni rahisi, hata akiwa analipa buku buku. Kwa mwisho wa siku, ukitaka kuuza usikae kimya hii dunia inataka kelele, uwe na ubunifu, uweze kutumia social media. Kwa hiyo miezi michache jamaa alianza kupata watu wengi, anatuma mizigo kila sehemu, wateja wakajaa, wapita njia wanabaki tu kupita na kununua. Mikoani akawa anatuma TikTok live hazikati, Instagram live hazikati content ya zikati, akaamua kuwekeza nguvu kwenye content tu, mwanzo mwisho. Content, content, ndo zinafanya practice, zinafanya kila kitu zinamletea wateja. Uh, kwa hiyo katika duka lako lazima ufanye hivyo ili uweze kupata matokeo. Kwa kama una duka lako unauza nguo unauza bidhaa zozote, tumia hizi mbinu, hizi zitakusaidia sana, ziko tisa zitakusaidia sana chagua. Moja anza nayo Una, Kira, na huwezi ukafanya zote kwa pamoja, lakini unaweza ukaanza na moja moja moja moja moja moja moja moja. Lakini lazima social media zako ziwe zimepangiliwa vizuri, ziwe zimekuwa optimized, ziwe zimesetiwa vizuri, ziwe ziko professional, ili mtu akiziona tu anakuamini moja kwa moja na anakuja kufanya kazi, aeti kufanya kazi, anakuja ku kununua bidhaa kwa. Kama social media yako hazijakaa vizuri, hazijaoptimized, hazijakaa kibiashara, tunaweza kusaidia kufanyia optimization and auditing. Tutafute WhatsApp kwa sifuri namba sifuri sita tisa tatu tutakufanyia mia nane tutakusaidia themanini mia tatu ishirini na tano tutakufanyia auditing tutakusaidia kuseti hizi social media zako. Uh, tutaweka zile shuhuda katika social media zako, tutazifanya ziwe professional. Tunaweza kuseti kila kitu, kuongezea followers. Hiyo itakusaidia ili wateja kuamini na uweze kuongeza mauzo katika duka lako la nguo. Kwa hiyo, hivi ni vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvizingatie na uvifanye kila siku. Anza na kimoja kimoja, kila siku ufanya kimoja kimoja Tumia TikTok, hizo live hizo ingia, post kwenye social media kila siku. Kuna schedule ya post lazima unayo. Kusanya namba za WhatsApp kila mmoja, usiache namba ya mteja hata kama amekutongoza wewe, baki na namba ya mteja huyo. Post status kila siku, lipia matangazo nimesema. Ukitaka kusafisha duka, lipia tangazo. Ukileta mzigo mpya, lipia tangazo. Tutakusaidia hapa kwenye kurusha matangazo, yes. matangazo unaweza kutafuta kwa namba yetu hapa sita tisa tatu, mia nane themanini, mia tatu ishirini na tano Nimeweka hapo kwenye comment, kwa kumbuka wateja kwa kutumia DMs, kutafuta vijana na wasio na kazi wakatembeza mzigo yes, na kuweka mfumo wa malipo kidogo kidogo. Hizo ndo njia muhimu sana zitakazokufanya kuongeza sales mauzo katika biashara yako. Njia nyingine unaweza ukaendelea kujaribu, lakini hizi ndo za msingi ambazo unatakiwa uzifanye na kuzingatia. Karibu kwenye video nyingine, sawa. Ku like kusubscribe ili uweze kujifunza zaidi kwa video nyingine zinazokuja, na utumie video rafiki yako hii ya aweze kujifunza na yeye, ili apate mwongozo jinsi ya kufanya biashara katika katika, katika, katika kuongeza mauzo katika biashara yako. Hizi njia zote kuzifanya ni bure, unachokilipia ni kifurushi tu cha MB ambacho unalipia unlimited. Lazima unlimited, kwa sababu kufanya hivi vitu vyote vinakuhitaji data za kutosha, kisha kuwa na kifurushi cha MB na simu yako inatosha kabisa kukupa matokeo. Unaweza kutafuta kwa consultation tutawasiliana kwa consultation, ikakupa consultation ambayo itakusaidia kulingana na biashara yako na nicha ya biashara yako, nikakupa mwongozo huo. Mwongozo utakusaidia kuweza kukuza na kuongeza wateja wengi ili kuongeza mauzo. Asanteni, usahau kusubscribe na kuangalia video nyingine zinazokuja.